Kwa ajili ya maboresho katika vipindi vyetu, ni kukumbushe kuweka maoni yako chini ya video zetu punde tu zinapokuwa zimeweza kukufikia. Timu ya Simba Sport Club haijapoteza mchezo wowote msimu huu hadi sasa, na inawezekana mambo yakawa mazuri zaidi baada ya kipa namba moja Aish Manula kurejea uwanjani na daktari kusema bado wiki tatu tu. Manula alikuwa nje ya uwanja tangu mwisho wa msimu uliopita baada ya kupata majeraha ya nyama za paja, lakini sasa daktari ya timu hiyo Edwin Kabago amesema anahitaji wiki tatu tu kuungana na wenzake uwanjani hali ambayo inaonyesha anaweza kuiwahi mechi ya ufunguzi wa michuano mipya ya Africa Football League flo dhidi ya mabingwa mara kumi wa Afrika Al Ahly ya kule nchini Misri kwa Mkapa Oktoba 20 ya mwaka huu. Simba inatakiwa kuwa na kikosi imara kutokana na kuwa na majukumu mazito msimu huu ikishiriki michuano sita tofauti ikianza na ngao ya jamii, ligi kuu bara, ligi kuu ya mabingwa Afrika, kombe la mapinduzi, kombe la Azam Sports Federation Cup na michuano mingine ya pesa ya flo ambayo awali iliitwa Super League. Kwenye ligi ya mabingwa Afrika, simba itaanza na ya Zambia Septemba 16 mwaka huu huko Kitwe Zambia, isha Oktoba 20 itawalika Al Ahli kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, kabla ya kucheza michuano ya Azam Sport Federation pamoja na kombe lile la Mapinduzi. Manula pamoja na kuanza mazoezi mepesi ya uwanjani na wenzake, lakini tangu Julai alikuwa ameanza mazoezi binafsi ya jimu, huku akionekana kurejea haraka kuliko matarajio. Alipopata nafasi ya kufunguka, kiongozi mmoja alisema kwamba sio kwamba makipa waliopo hawana uwezo wa kudaka, lakini Manula, kwa mujibu wa wataalamu wetu, ni kuwa anaendelea vizuri na anaweza kudaka mechi dhidi ya Al Ahli, ingawa bado tutakuwa tukifanya mawasiliano na madaktari kujua maendeleo yake ya kila siku. Tunataka kufanya vizuri kwenye mashindano haya, ndiyo maana tunaweka mikakati mizito ya kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri. Manula alitakiwa arudi rasmi Novemba, lakini hali yake sasa inaendelea vizuri, alisema kiongozi huyo. Chanzo kimoja kilimtafuta daktari wa timu ya Simba Sport Club ili kuweza kujua maendeleo ya Manula, na inawezekana kipa huyo kukaa golini mwezi ujao, aliweza kusema daktari huyo. Maendeleo yake yanaridhisha kwa kiasi kikubwa. Sasa anaweza kufanya mazoezi ya kimpira na akiwa tayari tutawajuza, lakini baada ya wiki mbili hadi tatu huenda akawa tayari kujiunga na wenzake. Kwa hesabu za haraka haraka kwa mujibu wa maendeleo ya Kabago, basi Manula anaweza kuiwahi mechi hiyo dhidi ya Waarabu wa kule nchini Misri. Ni kukumbushe ili uweze kuendelea kuwa wa kwanza kupata video zetu, usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ambayo ipo chini ya video hii.